vitu vyote basi, ikiwa tariki na siku nyingine. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ujambo popote ulipo, ninajua ya kwamba wewe uvema katika afya na kutufuatilia mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyote ambavyo tuko navyo na kukupasha habari zilizo tofauti katika ulimwengu, hata mashariki mwake DRC zaidi katika Kongo na hivyo ni kujiuze ya kwamba nimekujia kwako kwa kukupasha habari zinazojiri, na hivyo tu kukuweza kukutaarifu kwa yale ambayo yaliweza kufanyika, na sasa upate taarifa ya habari. Tunapatikana mashariki mwake DRC huku Kivu ya kusini, ndiko ambako kituo cha habari kinachoweza kupatikana ujue, ni Reality Mambo TV, inakujia na nakukupasha habari. Ninakuomba tu kuungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki ya kwamba upate kufaidia mengi na hivyo tu hata kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema, ikiwa tu wewe ungaliwa mpya kwenye kituo hiki cha habari, basi natuanzie mara moja. Huko maeneo ya Uvira, ni kivu ya kusini mashariki mwake DRC, ni maeneo ambako waasi wa M23 wanaweza kushika na kuweka eneo hiyo chini ya uongozi wao, lakini kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea na mkataba ambao uliendelea kufanyika huko Washington DC huko Marekani, na kuonyesha waasi wa M23 kuweza kuondoka maeneo ya Uvira na kujielekeza maeneo mengine, lakini maeneo ambayo isiyoweza kujulikana. Na hivyo waasi wa M23 wakati walipoondoka maeneo ya Uvira, lakini wanasikika wengine kubakia. Na hivyo wakati wengine walipoondoka, wakaacha vifaa vya vita yani bomu na zingine silaha tofauti katika maeneo ya Uvira na kuweza kusikika mabomu kutegwa maeneo hapo au kuachwa maeneo ya Uvira Ivo, ikionekana hali siyo nzuri ngambo ya Paul Kagame, rais wa Rwanda, kuweza kuonyesha kisogo mkataba bao uliweza kufanyika huko Marekani kati ya nchi ya Rwanda na DRC, na hivyo rais wa Marekani Donald Trump kuweza kusaini katika mkataba huo wa kuleta amani mashariki mwake DRC na hata Paul Kagame rais wa Rwanda kuweza kuonyesha madharau kwa kutokana na jambo hilo, licha ya jambo ambalo liliweza kuendelea huko Uvira waasi wa FCM23 kuondoka pia kuweza kusikika maeneo ya Uvira ya kwamba waasi wa M23 wameacha nguo zao za kijeshi,

mufanye kwanza haraka kwanza mwangalie vile. Iko hapa ni pasien hapa ndio mwenye niko natosha hii message. Sasa nikuambia kesho iko hapa yenyewe ni kuambia, apa, tunakia fanya expertise ya pre. Kuko ba sodamu ba M23 pe walitosha mateni. Biko banajulikana biko kumaendeleo hapakanda biko pale bote huko mateni civil jo hapa kwenye banasema bombe hapa, ninaenda angalia pale kwa wanatega bombe jo nikuta ba moya pale sabale, basoda banasema kama il paraitrait que Kagame alibambia ka basirudie kule, bakirudia kule batabaua. Sasa njo maana bana ikala wa mateni civil, bana ishi imu c'est comme si on a chungale communauté internationale sama kama juba lombe uruma kama vya vile

Maswahili awajuetajabu hmm, sana kusema Kiswahili njo e, wasoda wetuko naoikao e, kuondoka kwa uhasi wa AFCM 23 maeneo ya Uvira na kuonekana kabisa kupotea hapo, lakini wengine kuweza kubaki katika nguo za kirahia na walipotaka kuondoka imeweza kuonekana au kuweza kuenda, lakini kukwepa jambo la kuondoka na kupanda kwenye milima mikuu ya kwamba wapate kupita na kuendelea katika zingine njia ambazo waliweza kuzikusudia. Lakini walipotaka kupitia maeneo ya mitambo na Kiringi ili waweze kufikia maeneo ya Bibokoboko, ni kwenye milima mikuu ya Fizi, na hivyo kuweza kukutana na jeshi lake jenerali Ngoma Nzito na kuweza kupigwa vikali hata kutokuweza kujulikana maeneo wengine wanaweza kujielekeza. Hayo tu yameweza kuthibitishwa na mmoja wa mwananchi ambaye aliweza kutafsiri lugha ya Kifuleru. Eh, nitawaambia kwamba ule bwana alikuwa anazungumuza anasema, anapiga kwanza vigeregere ya kusema kwamba jua limesimama, jua limesimama, jua limesimama kwa wenzetu wa M23, jua limesimama balitante balikuwa napenda bapite ba za milimani kufika bibogobogo. Jua limesimama kwao kiringi na mitambo. Jua limesimama bamepata cha chamtemakuni ju wasema anauliza wili ngoma. Je, huku mzima anauliza muivya huku mzima anasema. Na mwingine pale anasema kwamba eh, kunguru yani tuna, mwingine wanasemaka bibombobombo kunguru za kule mitambo na na kiringi kiringi ni yulu ya Makobola. Aseme kule manake kunguru aziruke tena. Zote ziko chini, ziko zinakula, ziko zinakula nyama za za M23 vyenye walipata kule. Abata sahau, abata sahau. Anajiuliza ule muivya eske akingali mzima, ndio anauliza. Bali waza labda batakuja wajue kwamba shida wameipata hawataisahau. Maiti zinatapakaa kule njo gisi iko anazungumza pale, njo ile kele ile vigeregere ambayo anapiga pale, njo vyenye nasema anasema walipata cha mtemaguni, walikuwa wanawaza labda wataenda mfikia ngoma mzito, wataenda fikia ngoma mzito. Hawakujua kama ngoma mzito ni mtu wa mpori, yeye ameshakuwa kule kwenye bakingali banapanda, bali aenda pandia kwenye kuko ngoma mzito. Njo Udadisi maeneo ya Uvira, naendelea kusonga mbele zidi ya wahasi wa FCM 23 kuondoka kwao kunaonekana kutokuwezekana kwa usalama tu na amani kuweza kuondoka na kuacha maeneo ya Uvira, lakini imeweza kuonekana ya kwamba kuondoka kwao inabidi tu mlio wa risasi upate kusikika maeneo hayo. Unaona distractions zenye beko nafanya, wanafanya raids watu wenye wanafunzwa kijeshi, na tukavile tuishaona raids ndio wanafanya bamwe, wanasema natoka ingine, ndio wanakaa ngambo za huku

na basi midanganye benye kuwa huko asema njo vile banaenda njo vile hivi. Hapana, balifanya rize bamwe banapasa vile banatoka banaenda ngambo za ruzungi, ase banarudi bengine deja njo bale banakia na auto blende yabo mbili, auto blende moya hivi sasa. Niko nakwambia inakwama muluanga mule mumai, na bengine deja beko na na kuya kuko gari kubwa yenye litoka Uvira, inatoka na chakula na basoda, na ingine gari kidogo kidogo njo banakia ramforce batu yabo puruke bafanye ma rogram za at busubui aizai na drone yabo ilipanda i busiku km niymaa kitu nitapenda kumwambia basi tu distraire sawa, bile, bile, bile du distraire kule nani Ruvungi bale bale bazungu bale njoo bale kia kutu kutuzubaisha bale unaona, beko na bazungu beko na bazungu bale bazungu atubaoni clear ile njoo vitu napenda kumwambia, mwambie bakubwa vile bakitia malo yenge saa ile ya kule nani Ruvungi, mtasikia hata baba soda banakuya huko itakuwa sawa vile mnakuwa kubawisha tena sana, sababu drone ikianza baya kwa basoda abata kubali abata, abata, abata simama. Sasa drone zetu ziko batomare. Batomare ku, yetu, iko na kazi gani? tulisikia kulikia batomare mare mpaka fasi yenye mkubwa iko, hakuna rezo ya kawaida akuna rezo WhatsApp vile vile, ndio ma probleme mm. zenye no, tunafurahi sababu unaona, kwanza basoda yetu ya kizalendo na basoda ya serikali valikuya valipanda panda mukilima na vengine, atu ya veko pale. Hakuna nani soda ya M23 mwenye ataenda bila kupigwa risasi, hakuna. Musidanganike na tujelekeze mara moja maeneo ya Kamanyola ambako waasi wa FCM 23 waweza kujitahidi na kwenda kinyume na haki ya ubinadamu, na, na kuweza kuwakaza wananchi au wakahaji wa hapo ya kwamba waweze kufanya maandamano na kuweza kukataa kabisa ya kwamba waasi wa FCM 23 wasiweze kuondoka maeneo hapo, lakini wanaridhika nao kuongea jambo ambalo lilo nzuri ngambo yao ya kwamba wasipate kuondoka najapo ni jambo ambalo linaonekana na kushikiwa kwamba wao wanaweza kuwakaza uwakahaji ya kwamba waweze kuyafanya hayo. Wakongomani, naona nyinyi wote mmekaa kimya. Sijui ni serikali ndio imewaambia wakongomani wanyamanze ama ni nini? Upande wa M23 wako wanakamata watu kama Nyola na Uvira na kuwatoa nje kwa kinguvu ya kwamba wafanye maandamano ya kusema tunataka M23, tunaishi na M23 vizuri tunapenda M23 endelee kubaki. Lakini ukiangalia province zenye tuko nazo ni nyingi, hizi zingali province chache tu ndio zenye M23 iko ndani. Province zingine zote, watu wa société civile, chama kikubwa kienye kiko kwenye tawala, IDPS, sensibilisation gani yenye huko nafanya kuonesha ulimwengu ya kwamba wa Kongomani wanachukizwa na wanachukia na hiki kitendo kenye Wanyarwanda wako wanafanya mwinchi yetu? Pointi ya kwanza yenye nataka nigusie kama kweli kweli tuko iniwa, Kongomani tuko pamoja, chama cha ile pesa kina ile uwezo wa kusensibilize watu katika maprovinsi yote bila kuwashurutisha, wajisikie kabisa wanajitoa kwa ajili ya kupiganisha hawa wavamizi wa kutafuta amani. Watu wote wanapaswa kuwa involved, wanapaswa kuwa implique kutafuta amani. Kazi gani yenye mko mnafanya hizo sehemu zenye mko kwenye M23 yafika? Kwa nini msisensibilize makanisa, mashirika mbalimbali mbali? Wakaaji wote wa hizo sehemu wa raia wote na kufanya maandamano makubwa katika mabarabara na kusema ya kwamba M23 iliambiliwa itoke Uvira, lakini haiyatoka. Tunaambia ulimwengu M23 itoke, itoke, itoke, atuataki iheshimie kauli yenye imetolewa na waamuzi wenye wanaawanatafuta suluhisho ya amani Mkongo, itoke itoke, itoke. Kwa nini zingine province watu hawasimami wa wakongomani wanaendelea kulala usingizi, wanaachilia tu, wanaona kama ni mambo ya Sid Kivu. Hiyo ni swala ya kwanza. Wakongomani sehemu zingine, Kinshasa, Ekwatere, Kasai, fasi zote, Lubumbashi, Kalemi, wangesimama kujimwanga barabarani na kusema wanashutumu, wanashutumu, M23 kuendelea kubaki mwa ile miji idanganya kama inatoka lakini ingali haikutoka. Wao wow, wa, waingie mabarabara kusema wanataka amani kile kenye kilishaamuliwa kule yulu na watu wenye wanaenda kutupatanisha tuwe na amani kitimilike, M23 iondoke. Kwa nini wanakaa kimya? Pale panaonekana panakosa kubwa, msisi wa kongomani. Neno la pili lenye ninaingia ndani, ndugu zangu wa kongomani, lenyewe nataka kuambia ni kuhusu awa awo wavamizi, wavamizi wa Nyarwanda, wandugu wa kongomani katika hiyo hiyo katika hiyo hiyo maandamano, vitu viwili ndivyo mtasimama navyo, muandike: waache kutumia watu wetu kwa kinguvu kusema ya kwamba wanawahitaji wabakie pale. Museme ni uongo mtupu, wale watu wanashurutishwa, wanakamatwa kwa kinguvu. Cha pili, tunaendelea kuwashutumu waondoke, kufatana na jinsi mipango ya amani inapangiliwa. Asante sana. Licha ya mambo hayo, maeneo ya Kamanyola naonekana ya kwamba waafisa polisi kutoka maeneo ya Uvira, na walipofika maeneo ya Kamanyola kuweza kushikwa na waasi wa FCM 23, lakini kutokujulikana sababu madhubuti ambayo waliofanya wao watoke maeneo ya Uvira na kujielekeza huko Kamanyola, lakini wengine kuweza kuonekana kupigwa na kuthibitisha hilo na kuweza kukata matumaini ya kuishi, lakini kuonekana tu ya kwamba wanaweza tu wakapoteza maisha, muda ni muda. Tulitoka Uvira tukakuya tukakamata moto hapa. hmm. bananipatia telefone me, wanatufunga hapa Kamanyola, tunafungiwa tuko ba polisi ba mingi ba tulikamatiwa, tunafungiwa hapa Kamanyola. Usinitafute kutelefone kama chef de poste anezikuwa naroakukua nanipatia niongea akose vile lakini ile habari uipashe kwa watoto, eh, tunafungiwa hapa kama tunafungiwa na M23, balitubana balitubana hapa. Mimi nalia sana nikunalia sana juu watoto wangu vraiment.

hupashi marafiki yangu wote, ndio vile mama, nimefungiwa nimekamatiwa, vitu vyote nilikuwa navyo vyote. Hivi tuko uchi, fimbo mingi washatupiga, tulishachoka. Basi na mara moja tumalizie huko nchini Burundi maeneo ya Gatumba, katika maeneo hayo ambako kunatoka sauti ya kilio na ya manunguniko, kuonyesha ya kwamba wakimbizi wanaweza kuteseka na kuonyesha ya kwamba ambasada wa Kongo nchini Burundi hajaongea chochote kuhusu mateso ya wakimbizi maeneo hayo, na kuweza kutosha sauti kuonyesha kwamba basi wawasaidie, kwa maana wame wao wanaweza wote kumalizika. Basi hayo yakithibitishwa hapo zaidi na mmoja ambaye anayepatikana maeneo ya huko kambi shia ba tuko makambi shia tuko makambi tuko makambi akatumba, si manake tunateseka huku. Kamandao mwali kuya anatuambia tulikuwa tu tunatonda tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, kupanda gari batu wanatupiga mafimbo mawishi wanatupigapiga tunarujia nyuma bakupanda wanapanda tukienda turu ya pili Bana tupiga mawifi tunarudia nyuma, bakupanda banapanda. Sasa mi nikasema kama siwezi siezi hata uweza kwa naangukiwa eko niko, niko mgonjwa mie peke ah. Sasa banakia tubomole kwa manyumba hapa na kutupiga sana na kutuua. Ndio vi banduku mtutetee kule, banduku siye huku banatuua huko, mandam aliingia pale kia, kia kutuua tu huko

ambasadera wa wakwetu Kongo yasema kitu Mungu mtusaidie, wanduku tunalomba msaada, mtusaidie. Tunatesewa nao wapolisi walikuya hapa, kama ni komanda gani kani nani? Wanduku mtume mgrupe, wanduku watusemee, wanduku tunateseka huku wanduku atoka tutaona wanaume huku. Basi na nikujuza kwamba uudi mwisho wa taarifa ya habari, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, lakini ni kwambia kwamba leo ni tariki ishirini mwezi wa Disemba mwaka 2025 na hivyo ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, lakini ungana nami ikiwa uunga leo mpya kwenye channel hii, na uweza hata kubonyeza mahali ambao wanaandika subscribe au sabone ikiwa YouTube yako ni ya Kifaransa, lakini hata pia kubonyeza alama kengele, unapata habari zetu mapema. Basi nitakujia tena ikiwa mapenzi ya Bwana chao.